Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Je, unajua rukya si uchawi wala shirki, bali ni ibada halali iliyojaa Qurani na Sunna. Leo tutajifunza rukya ni nini kwa mujibu wa Qurani na Sunna, bila kuingiwa na hofu wala kuvuka mipaka. Bismillahi rahmani rrahim. Karibuni ndugu zangu, katika kipindi chetu cha elimu kinachohusu rukyatu shariya. Leo tutaanza kwa msingi muhimu sana Ruqya ni nini katika Uislam, na kwa nini kila Muislam anahitaji ruqya? Ya kisheria ni kutumia Qurani, dua na adhkari sahihi kwa ajili ya tiba ya moyo, tiba ya mwili, kujilinda na shari ya majini, shaitani, hasadi na uchawi kwa idhni ya Allah peke yake. Allah anasema katika Qurani, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil lilmuminin

alitaka kutenganisha sahihi na batili na kusisitiza kuwa uponyaji unatoka kwa Allah peke yake. Masharti ya rukya sahihi, maneno ya wanazuoni. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, wanazuoni wamekubaliana kuwa rukya inaruhusiwa kwa masharti matatu. Masharti iwe kwa Qur'ani au majina ya Allah au sifa za Allah, iwe kwa lugha inayoeleweka muamini kuwa ni tiba kutoka kwa Allah, siyo ruqya yenyewe. Haya yamepokelewa katika sharhu ya sahihi Muslim. Pamoja na uzuri wa ruqya, kuna makosa yanayofanywa na watu wengi leo. Nitagusia baadhi yake kwa ufupi. Makosa yaliyopo kwa watu, alkhawfu almubalighu fihi, watu kuogopa kupita kiasi. Watu wanaishi kwa hofu ya uchawi, majini au hasadi kuliko kumcha Allah. Hii inapelekea mtu kupata wasiwasi, kukosa raha na kudhoofika mwili na kadhalika. Msingi wa kosa: hofu inachukua nafasi ya tawakul, moyo hauwe mtulivu. Hofu ikiwa kubwa kuliko imani, ndipo shida huanza. Dalili za hofu kupita kiasi: kuogopa kulala, kuogopa kukaa peke yako, kuogopa kila ndoto. Uislamu haukutufundisha tuogope majini, umetufundisha tumwogope Allah subhanahu wataala. Jambo lingine Ataalluqu bin nasi, kutegemea watu. Mtu anasema shekhe fulani pekee ananitibu, nisipoenda kwa fulani sitapona. Msingi wa kosa, moyo unamtegemea mtu, si Allah. Ruqya inageuzwa kama ibada kwa mtu. Ruqya si mtu. Ruqya ni Qurani. Mtu ni sababu, Allah ndiye mwenye kutibu. Tarkul ibadati, mtu kuwacha ibada au kusahau ibada. Maana yake haswali vizuri hasomi Qurani, hana adhkari, lakini anatafuta rukya kila mahali. Msingi wa kosa, anataka tiba bila kurekebisha uhusiano na Allah. Qurani haitibu moyo uliompa Allah mgongo. Mfano, hakuna sala, anataka rukya, hakuna adhkari, anaogopa majini. Tambua, matatizo mengi ya rukya hayaanzi na majini, yanaanzia kwenye mioyo yetu: hofu kupita kiasi, kutegemea watu na kusahau ibada. Faida za rukia: huimarisha tauhid, hutuliza moyo wasiwasi, hulinda familia na watoto, huondoa hofu ya majini na uchawi, humrudisha mtu kwa Allah. Nasaha: ndugu zangu, rukia sio kwa waliopatwa na majini tu. Rukia ni ibada ya kila siku ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifanyia rukia mwenyewe kila usiku kabla ya kulala. Kwa ufupi, rukia inatufundisha kumrudia Allah, si kuogopa wala kutegemea watu, bali kujenga imani na tawakkuli ya kweli. Kama umenufaika na video hii, tafadhali subscribe, like na share ili elimu sahihi ya Qur'ani na Sunna iwafikie wengine. Tunamwomba Allah atuondolee shida tulizo nazo na awaponye wagonjwa wote na atupe ulinzi kutoka kwake dhidi ya viumbe wabaya, mashaitani, wachawi, mahasid na atupe imani ndani ya nyoyo zetu na ikhlas na atuelekeze katika haki na, atu, na kutuepusha na batili.